Yes, mtazamaji wa NY TV ilikuwa ni ibada kubwa ya shukrani hapa katika kanisa la TAG Kinondoni ambapo tumekuwa na makamu wa askofu mkuu Dkt. Magnus Mhiche ambaye ameongoza ibada hii ya shukrani. Tuko sasa katika eneo la kanisa hili jipe akiwa na mwenyekiti wa ujenzi, Mzee Lodrik Lutembeka akiweza kumwonyesha namna ambavyo jengo litakuwa litakapokuwa limekamilika. Na tunaendelea kuzunguka akiwaonyesha katika eneo hili la kanisani <coughs> <coughs> <coughs> eneo la juu kabisa la kanisa letu la KRC. Tuko bado na makamu askofu mkuu akiwa na mwenyekiti wa ujenzi akiwa anamwonyesha maeneo ya. Hili ni eneo la juu kabisa, na hapa zitapanda uh, floor tatu kwa maana ya ghorofa tatu, lakini tunaelekea upande wa pili, ambapo ndipo maeneo en, eneo ambalo tumeshafikia kwa hiyo tunaanza hii sasa kuunga na hii, aha, hiyo ghorofa tunapandisha sasa hizi ghorofa tatu zitakuwa hapa hapa, eh hey, inaungana na hii okay. eh hey, inaungana na hii kwa hizo ghorofa tatu hey. Lakini zitakuwa nje ya kanisa eh hey, ndio sasa huko nyuma eh hey. kwa hiyo mtu anaweza kutoka kwenye hiyo hiyo lifti hapa ana, wanaotaka kwenda juu huko juu huku wanaenda lakini pia chini. ah okay. Ile nilikuwa nasema ni balcony ni sio balcony ile. Ile ndio inayopanda juu. Hiyo inapanda juu, okay. E, inapanda juu kwa hiyo e, balcony itakuwa hapo ndio hiyo. Hii miti yote iko kwenye balcony na viti tayari kwa kuegeza vitu wote wata wanasimama kama watu walio chini. Yaani, ulioona wale ambao tumeweka vyuma chini, hey. ndio wamefunikwa na hiyo juu kwa hiyo, okay. Kuna watu ambao watakaa juu kiwango kile. <laughs> hongera sana <laughs> hongera sana <laughs> haya ni maajabu ha, sana, sana. Hmm? Hongereni. Kabisa, kabisa. Hapa kuna mkono wa Mungu. Ni Mungu. Yaani mpaka tunashangaa <laughs> tulipoanzisha hata ya kwanza tu ya tano tayari hadi tumeshapata ya kupandisha. Asante. Ongereni <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> bwana. Asante baba, asante askofu. <laughs> Ongereni, sisi tunaendelea kuwaombea. Amina, endelea kutuombea. Asante. Tuendelee jamani. Yes, tumekuwa na wakati mzuri na tukio la baraka sana hapa katika kanisa la TAG Kinondoni ambapo tulikuwa na ibada nzuri ya shukrani, na tumekuwa na makamu wa askofu mkuu Dr. Magnus Muhiche ambaye ndio ameongoza ibada hii, lakini tumekuwa na askofu wa jimbo hili Dr. Mbwilo Ezekiel Mbwilo pamoja na mwangalizi pia wa section mchungaji Pasco Monday. tumekuwa na mama mke wa asko askofu makamu askofu mkuu pia. Hakika imekuwa ni ibada ya kipekee kwa matendo makubwa ambayo Mungu ametenda kwa kanisa hili katika ujenzi awamu zote nne na wakaona sio vema wanyamaze wamwambie Mungu asante kwa kuwa wametambua ni Mungu amefanya. Basi tutatamani kusikia neno kutoka kwa makamu wa askofu kwa hiki ambacho amekiona hapa ni kipi ambacho pengine amejifunza kwake lakini pia na neno gani kwa baba mbeba maono wa kanisa hili? Baba shikamoo. Marhaba mama, ujambo. Bwana asante sana. Amina. Hongera kwa kazi ya Mungu. Namshukuru Mungu. Karibu utuambie kuhusiana na hiki ambacho kimefanyika hapa, tunatamani kusikia neno lako ukiwa kama makamu askofu mkuu, lakini kama baba ambaye umeshuhudia kazi hii kubwa ambayo imefanyika hapa. Karibu. Kwa kweli aa, kitu nilichokiona hapa kinashangaza katika akili ya kawaida, kwa sababu kazi iliyofanyika ni zaidi ya watu wanavyoonekana na ni zaidi ya uwezo wa watu waliopo na mpaka tunakiri kabisa kwamba huu ni mkono wa Mungu. Aa, kanisa la Kinondoni ni kanisa la pili hapa Dar es Salaam la TAG wakuanzishwa, lilianzishwa la kwanza Temeke, likafuata hili, lakini wamekuwa na kanisa jengo ambalo ni dogo, wamelipanuapanua, mwisho likagoma kupanuka. Kwa hiyo chungaji kiongozi mzee Logati Swai akafanya maamuzi maamuzi magumu ambayo yalihitaji Mungu, na leo tunaona kweli Mungu ameonekana kwenye yale maamuzi magumu, kuwa na kitu tulichokiona, akili za kawaida zinakataa, kwa sababu pesa iliyoingia hapo na ule ile structure ya jengo lenyewe linavyotegemea kuja kutokea litakuwa la aina yake. Kwa hiyo bado tunaona ni mkono wa Mungu, tunasema Mungu atukuzwe lakini pia tunawashukuru washirika wa kanisa hili, wanaonyesha wana umoja. Unapoona mambo makubwa yanatokea namna hiyo, mahali hapo kuna umoja, nje ya hayo huwezi kuona hivyo. Kwa hiyo nguvu ya umoja hapa imekuwa kubwa, ninawapongeza sana, asante eh, sana. Neno gani pengine kwa baba askofu, kwa baba kiongozi ambaye yupo, ambaye ndiye anaongoza Nataka nimpongeze tu kwamba ameona maono haya wakati umri wake umeenda, lakini maono hayazuiriwage na chochote na hasa maono yanayotoka kwa Mungu. Maono yakitoka kwa Mungu hayajali mazingira, hayajali hali. Mungu anatenda mahali ambapo hata hali kama inakataa. Kwa hiyo nampongeza imani aliyoitumia kukubali, eh, mchoro ule kuweka hapo. Maana asingekuwa na imani na Mungu angekataa. <laughs> Angesema mchoro huo mimi siwezi kabisa, lakini anaonekana ameonyesha imani kwa ujasiri kabisa. Nampongeza sana Eh. Asante Baba. Asante sana. Karibuni kwa utoaji wa sadaka ya umisheni.

mengi kwa Bwana. Mungu awabariki Victory Singers Choir kwa uimbaji mzuri sana. Bwana Yesu asifiwe sana.